Wananchi wa kijiji cha Lang'ata bora wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na changamoto ya matumizi ya maji yasiyo safi na salama, hali iliyokuwa ikipelekea kupata magonjwa ya tumbo na mlipuko baada ya serikali kutekeleza mradi wa kisima cha maji safi. Wananchi hao walitoa kilio chao hicho leo wakati Mwenge wa Uhuru ulipofika kijijini hapo kuzindua kisima hicho chenye urefu wa mita 152 kilichogharimu shilingi milioni 80.181. Akizungumza mbele ya mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, Ismail Ali Ussi, mmoja wa wananchi hapo, Happiness Mathayo alisema kulikuwa wanalazimika kutumia maji yasiyo safi na salama ya bwawani. Furaha yetu sisi wakina mama ni kupata maji haya safi na salama, maana tumekuwa tukitumia maji yasiyo safi bwawani, ambapo samaki huvuliwa huko huko, punda hufia huko, watoto wanaoga huko huko bwawani na kujisaidia. Kwa hiyo sisi magonjwa ya mlipuko yalikuwa hayachezi mbali, kila wakati tumekuwa watu wa kuharisha na kutapika, alisema hayo Happiness. Alisema kuwa kupitia mradi huo ambao umetekelezwa na serikali inayoongozwa na, na Rais dr Samia Suluhu Hassan ameweza kuwatua wakina mama ndoo kichwani na kuwafanya kutowapeleka watoto zahanati kila mara kwa ajili ya magonjwa ya kuharisha. Aliongeza kuwa, kwa mambo makubwa yaliyofanywa na Rais Samia, ifikapo mwezi Oktoba watamlipa madeni yake kwa kumpa kura nyingi na za kishindo ili kumpa kutokana na kazi kubwa alizozifanya. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Ismail Ali alisema kuwa Mwenge huo umekuwa na lengo la kuleta matumaini pasipo na matumaini na wananchi walikuwa na tatizo la maji kwa muda mrefu lakini serikali ya awamu ya sita imeweza kutatua kwa vitendo. Kiongozi huyo alisema kuwa eneo hilo lilikuwa linakabiliwa na changamoto kubwa ya miundombinu ya maji safi na salama lakini rais ameliona hilo, na kwa upendo mkubwa kwa wananchi, Mwenge wa Uhuru umekuja kuweka amani, upendo na heshima ambayo Dkt. Samia aliwaahidi wana Lang'ata. Awali akisoma taarifa ya mradi huo kwa kiongozi wa Mwenge, meneja wa wakala wa maji na mazingira vijijini wilaya ya Mwanga, mhandisi Christine Kesi alisema kuwa kisima cha Lang'ata Bora ni miongoni mwa programu ya visima 900 inayotekelezwa na Wizara ya Maji. Mhandisi Christian alisema kuwa utekelezaji wa mradi ulianza Oktoba 2024 na kukamilika Februari 2025 ambapo walichimba kisima chenye urefu wa mita 152 ambacho kina uwezo wa kutoa maji lita elfu kumi na nne kwa saa ambapo watahudumiwa wananchi wapatao na 40. Alisema kuwa gharama za mradi huo ni shilingi bilioni 80 kutoka Benki ya Dunia kupitia programu ya profesa, na kwa sasa umeshakamilika na kutoa maji kwa wananchi wa kijiji cha Lang'ata na Handeni. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare pamoja na kucomment.